Usiku wa Popobawa, simulizi ya kutisha kutoka kwa Dkt. Luis. Kuna hadithi tunazosimulia kuondoa hofu e, na kuna hadithi tunazosimulia ili hofu isitupate. Jina langu ni Dkt. Luis, nilikuwa kiongozi msomi, mtu wa heshima na mantiki, lakini sasa i hey, mimi ni mlinda wa kumbukumbu -kumbu za giza. Ninaelewa jambo ambalo wengi hujaribu kusahau. Si kila kivuli ni kivuli tu, na si kila ndoto huja ukiwa umelala. Leo na kusimulia hadithi moja ambayo si hadithi tu, ni onyo, onyo kuhusu kiumbe kinachoitwa Popobawa, mwenye mabawa kama ya popo e, na macho yanayowaka kama makaa ya moto. Anakuja kimya, e haangushi kitu e, lakini unajua yupo, kama uko peke yako e, washataa nyingine na, tafadhali hii usilale kabla hujamaliza hadithi hii. alama ya nyota 1995 katika kisiwa cha Pemba bahari ilikuwa tulivu e, lakini hewa ilikuwa nzito. Watu waliacha kulala peke yao. Milango haikufungwa hisi kwa sababu walihisi salama, bali kwa sababu waliogopa mlango kupasuka ikiwa kitu kingekuwa tayari ndani. Watu hawakuzungumza kwa sauti, watoto walikoma kucheza usiku na hata wazee walitetemeka waliposikia jina hilo moja: Popobawa, kiumbe kisichoonekana kwa macho ya kawaida, lakini kinachoacha baridi mwilini na jinamizi kichwani. Rashid alikuwa kijana wa miaka kumi na saba mwenye msimamo, mwamini wa sayansi. Hakutambua hatari ihadi ilipomtembelea usiku mmoja. Aliamka, dirisha lake lilikuwa wazi, lakini upepo haukuingia. Hewa ilikuwa nzito isiyosikika. Kisha kivuli kikaingia kama moshi kilichojaa uzito kilimkaba ekimya, lakini kilijaza chumba. Hakupiga kelele, hakusogea, lakini ndani ya akili yake alisikia sauti sema esema, hadithi hii la sivyo nitarudi. Asubuhi ilipofika, Rashid alisimulia kila kitu na kilichotokea. Wengine nao wakaanza kukumbuka ndoto, walizozisahau zilirudi kivuli kilichoonekana nyuma ya mlango wa mtu mwingine e eh. Sasa kilionekana kila mahali na wote walielewana kimya kimya, hi usiposema hadithi e eh. Popobawa anarudi. Hofu ilienea, watu wakalala misikitini, wazee wakaongoza dua usiku kucha, lakini hakuna aliyejua lini atarudi tena. Wengine wanasema popo bawa aliondoka, kwamba ilikuwa hofu ya pamoja, lakini mimi i, mimi najua ukweli. Mwaka elfu mbili na saba, vijiji vya bara vilipotea bila maelezo. Nyumba zilikuwa tupu, hakukuwa na damu, lakini kulikuwa na harufu ya baridi ya kifo, na ukuta mmoja ulikuwa na alama za kucha zisizo za binadamu. Mimi binafsi nimesikia sauti yake usiku, nimeona kivuli kinachosogea bila mtu, na kwa miaka sijasogelea dirisha langu usiku. Hii si hadithi ya kutumbuiza, ni kinga, ni ibada, ni mwanga mdogo unaotuzuia tusimezwe na giza. Simulia hadithi hii, tazama hadi mwisho, na kama una akili, ijisajili kwa sauti zaidi kama hizi, kwa sababu e, mara ya mwisho watu walinyamaza, Popobawa hakurudi peke yake, alikuja na njaa ya waliomsahau. Mimi ni Dkt. Luis na hii ilikuwa hadithi ya usiku wa Popobawa. Usiku mwema, e, kama bado unaweza